Umeona tuzo mbalimbali zimeweza kutolewa hapa, lakini na zawadi mbalimbali kutolewa, zawadi kwa sisi viongozi kutolewa, zawadi kwa walimu kutolewa, zawadi kwa, kwa wazazi lakini kutolewa zawadi kwa watoto. Lengo na kusudio kuonyesha kwamba shule hii uh, muunganiko huu wote wa pamoja niliotaja una ushirikiano wa kutosha kuhakikisha wanaleta maendeleo katika shule hii. Kumbuko shule hii ni mpya, hii shule imeanzishwa mwaka ishirini ishiri na kwa maana na leo hii ishirini ishirina tano tunasema ni mwaka kuanzishwa kwake. Ansh, kumekuwa na mafanikio makubwa sana kwa muda ya kuakajana kwa wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la nne, wanafunzi wote ao wamepata uh, asilimia tisini na nane wamepata daraja daraja la kwanza na asilimia mbili ziobaki wamepata daraja la pili. Huu ni ufaulu mzuri wakutosha kwa kifundi cha mwaka huu mmoja ambapo kuanzishwa shule hii. Lakini pamoja na mafanikio hayo, kulikuwa na wanafunzi wachache sana tulipoanza shule hii. Tulianza na wanafunzi hamsini na tisa. Leo hii ndani ya miezi, tuseme labda miezi miezi kumi na mbili au miezi kumi na tatu, tayari shule hii ina wanafunzi mia sita na saba. Ni ongezeko kubwa na inaonyesha dhahiri mafanikio tunapata jana, kwa ajili ya kufaulisha vizuri yamewavuta wa wazazi wengine ambao walikuwa waamini kwa shule hii itakuwa. Sasa shule hii imekuwa na nafasi fumu. Shule hii imekuwa sasa ni kimbilio la wakazi wa kata Ilala na wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam kwa jumla. Kama mnavyoona, kuna changamoto kubwa sana ya ufinyu wa nafasi. Shule hii wakati tunafikiria kuianzisha tulikuwa tumeplan kuchukua tu eneo lote, ili kama unaona kwenye vijiji vijiji. Na kwa mara ya kwanza mkutano, mimi kama diwani wa kata nilitisha mkutano katika eneo hilo, hapa ulikuwa ni mwanzo wa sasa tunaelekea, na wadau wengine wanaoishi katika maeneo haya kama viongozi <mimcausearios> kugundua kwamba kweli kulikuwa na kesi inayoendelea kati ya hao halmashauri, lakini bahati nzuri sana sisi tumeshinda, kwa maana eneo hili yote aneaabawaa jema nikachukua picha za hapo wakaona watu. Lakini kwa kuwa Mama Samia Suluhu Hassan alishatenga milioni mia tatu na sita kwa ajili ya kujenga shule ndani ya kata yetu, tunasema basi, moja, tuanze kupambana kwanza kuchukua eneo hili la uwanja, halafu baada ya hapo tuendelee kupambana tuchukue eneo lingine ili tupate sasa kujenga gorofa kwa ajili ya shule hii, lakini tupate uwanja wa michezo katika shule hii na shule nyinginezo zilizokuwa katika eneo hili. Tunaendelea e, kupambana, tunashirikiana na mkuu wetu wa wilaya wetu kuhakikisha tunalikomboa hili eneo, na tunaamini sisi kwa sababu eneo hili lina nasaba na viongozi wa dini, wa wa viongozi wa msikiti uliokuwa maeneo haya karibu. Viongozi wa msikiti lengo lao na viongozi sisi wa serikali lengo letu ni moja. Lengo ni kuhakikisha kwamba amani inapatikana, watoto wanapata elimu na salama katika eneo hili. Ukiangalia eneo sisi kama serikali eneo hili ajenge miundombinu ya shule ili sasa wale wote ambao kuishi ya ya kawaida, basi hawastahiki kuishi mazingira ya kawaida ya watu wetu, basi watoto wanajifunza karibu na shule hii, maendeleo ya kata a huduma za jamii kwa kweli, na laani kali uwepo wa, wa, wa shughuli za kijamii. Wito Mw, kwa serikali yetu iliyo chini ya mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hasan itusaidie sasa kwa ajili ya kulikomboa eneo hili. Kesi tumeshinda, lakini bado eneo hili limeuziwa na, na, na, na, na, na hau, si watu ambao sio sisi watu wa serikali shida ya eneo kwa ajili ya uwanja wa mchezo na shida ya eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule ya ghorofa. Fedha halmashauri ya jiji ipo kwa ajili ya kujenga ghorofa, wadau wako tayari kwa ajili ya kuchangia, lakini kutosha. Kwa hiyo ni muombe mheshimiwa rais, muombe mheshimiwa mbunge na wale wote wanaohusika katika serikali yetu hii kuhusiana na masuala ya elimu watusaidie kuhakikisha kwamba eneo hili. Hiyo ndio changamoto kubwa iliyokuwa ya mipaka katika eneo hili na mipaka hiyo tunaweza kusema si mipaka, ni eneo letu, lakini inafanywa kwa mipaka kwa sababu tu kuna watu wamelihozi ama wamevamia eneo letu, eneo ambalo unapaswa kulisimamia. Kwa hiyo mipaka yote tunayoiona katika ni maeneo ya shule, shule ya msingi Mkwani, shule ya msingi Goma na shule ya msingi hii, oh, ya Mzizima. Kwa hiyo niombe sana lakini akii na serikali tusaidie, na sisi viongozi tumeshaamua tumeshaamuajua iwalo nalitasha ene a mwalimu maua na shule mwalimu mkuu shule. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassani kwa kutuletea majengo kwa kutujengea shule hii na sasa wazazi wa hali zote wamepata nafasi ya watoto wao kusoma katika shule hii na kwa mfumo wa Kiingereza. Shule hii ni ya serikali, ada yake ni ndogo sana. Kwa hiyo wanachukua nafasi hii kuwakaribisha wazazi mahali popote pale, bado kuna nafasi na tunahitaji wanafunzi wajiunge na shule yetu ya msingi Mzizima na hii siku ya Mzizima ambayo imebeba ujumbe wa motivation, sasa itakuwa endelevu. Imeanza mwaka huu, wazazi wameonyesha mwitikio mkubwa leo. Ni mwakani tutaendelea na tutakuwa na malengo mengine zaidi katika siku hii ya Mzizima. Na shule imezungukwa na maeneo tofauti, lakini usalama wa wanafunzi wetu ni mkubwa sana eneo ambalo wanafunzi wanaingia bado kwa sasa hatujafanikiwa kuweka ukuta, lakini tunayo matarajio ya kuweka ukuta ili kuwa katika hali ya usalama. Hicha hivyo tumetengeneza taratibu maalum ambapo mtoto atakapoingia shuleni Ukiingia japokuwa pale hakuna geti, lakini tayari jinsi kulipo watengeneza, watoto wetu wanaona pale kama geti, haruhusiwi kutoka mpaka muda ambao anatakiwa kutoka kurudi nyumbani. anaitwa Maisa aaaa, ni afisa elimu kata. Swala hili sio kwamba ni mara ya kwanza balimbali, huwa ni desturi yetu, huwa tunafanya shule kwa shule, ngazi ya kata huwa kila mwaka tunatoa tuzo kwa zile shule zilizofanya vizuri uh, na pia tunakuwa na siku maalum ya Ilala Day. Ilala Day nayo pia tunajumuisha shule zote za kata ya Ilala pamoja na wadau mbalimbali tunajumuika pamoja, tunashirikia pamoja, pamoja na kutoa tuzo vile vile kwa shule ambazo zimeweza kufanya vizuri hususan, tunalenga kuanzia wastani wa mia mbili kwenda juu, tunawapa motisha na lengo hasa la kufanya hivi ni kwa ajili ya kuendelea kuwapa hari wale walimu wetu, pamoja na mazingira magumu wanayoyapitia, wanaweza kufanya kazi kwa bidii. Naitwa <tuhi> Ibrahim Salema Kidoni, ni mzazi wa watoto wawili moja wa la kwanza moja la nne, lakini pia ni mjumbe katika kamati ya hapo. aa ii tunatoa wito kwa wazazi, pale wanapoona kuna ma walimu wamefanya vizuri, basi na wao wajitokeze kwa wingi na kasa umeitezesa walimu hawataki wacajizi kubwa, ile kidogo tu kwamba waonekane kwamba wamefanya vizuri, basi tunaomba serikali viongeze juhudi yu, nyingi zaidi kama hizo wanazofanya waongeze shule yu, zile nyingi zile nyingi sana, kila kata kila wilaya kila mkoa, nikatusaidia watoto wetu wengi zaidi kupaka kupata maarifa zaidi.